Hakimu mkazi wa mahakama ile ya Kiteto Mososari Sasi akiwa mahakamani hapo, alimtaka daktari huyo kuieleza mahakama kuhusu taarifa za kitabibu alizo nazo. Inaelezwa kuwa mtoto X yume, wa kiume mwenye umri wa miaka 6 ambaye jina lake siyo halisi ameingiliwa kimwili. Kwa mujibu wa hakimu Mososari, ushahidi huo ni miongoni mwa ushahidi unaoendelea kutolewa mahakamani hapo, kesi namba 57 ya mwaka 2024 inayomkabili Ally Bahi mwenye umri wa miaka mkazi mm -mm. wa kijiji cha Ndeleta wilayani Kiteto mkoani mm -hmm. Manyara. Hata hivyo, shahidi huyo baada ya kutoa taarifa hiyo ya kitabibu mm -hmm. mtuhumiwa huyo alipewa nafasi ya kuuliza swali kumtaka daktari kuieleza mahakama hapo kama anaweza kujua mlalamikaji aliingiliwa na kitu gani daktari Latifa alijibu swali hilo la mtuhumiwa, alisema yeye hajui kilichotanua, na kwamba alichotakiwa kuieleza mahakamani hapo ni kama mtoto huyu wa kiume ameingiliwa kimwili. Ally Bahi mwenye umri wa miaka 37 ambaye ni mkazi wa kijiji cha Ndaleta wilayani Kiteto mkoani Manyara anashtakiwa katika mahakama ile ya Kiteto kwa tuhuma za kumlawiti mtoto X ambaye ni wa kiume wa miaka 6 aliyepewa jina ambalo sio halisi mkazi wa mahakama ile ya Kiteto Mososari Sasi amesema mahakamani hapo kuwa shtaka hilo ni kinyume na kifungu cha 154 cha sheria ya kanuni ya adhabu ya sura ya 16 kama ilivyofanyiwa mapitio mwaka 2022. Amesema mpaka sasa jumla ya mashahidi wanne upande wa mshtakiwa wametoa ushahidi wao. Hivi kesi imetajwa tena kuendelea na ushahidi. Mshtakiwa amerudishwa rumande hadi tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025 Kesi hiyo itakaposikilizwa tena, upande wa mashtaka kuendelea na mashahidi. Nikiripotia Dodoma TV kutoka hapa wilayani Kiteto, mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi, kimvuli cha jamii.